na kuweza kuzusha mapambano makali, risasi zikindindima tangu asubuhi hadi saa za alasiri baada ya azuhuri. Habari tulizo nazo kutoka sehemu hizo zadokeza kwamba ilikuwa majira ya saa sita asubuhi wakati wazalendo waliweza kuchomokea M23 karibi karibia kona zote za eneo hilo la Nyangezi. Mapambano yalikuwa makali na kupelekea M23 RDF jeshi la Rwanda pamoja na AFC kuweza kupenya au kukimbilia ndani ya nyumba za wakahaji, kama vile watu walioko sehemu hiyo walivyodokeza. Lakini licha ya kwamba waliweza kukimbilia sehemu hizo za nyumba za wakahaji, wazalendo hawa kuweza kuwafata sehemu waliokuweko kwa ajili ya kile wanachokihita haki na, na sheria za kimataifa, kama vile duru za mahali zilivyotuambia. Kutokana na hali hiyo, habari tulizozipata zasema kwamba kulikuwa askari jeshi wa msaada kutoka mji wa Bukavu, ambao ndio maskani ya mkoa wa Kivu Kusini, ambao ulikuwa ni msaada kutoka M23 RDF y jeshi la Rwanda waliyotamani kwenda kusaidia wenzao wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano au wanaozingirwa kwenye mji huu wa Nyangezi. Lakini kwa bahati mbaya upande wao, walipowasili sehemu za apatao kilomita 13 waliweza kuingia kwenye nyavu ya Wazalendo ambao walikuwa wamezingira sehemu hiyo, na gari zao zikachomwa na kumeripotiwa maafa mengi, lakini idadi ya wale waliopoteza maisha hatukufanyikiwa kuipata. Lakini mapambano ambayo yalianza tangu saa sita za asubuhi hadi saa za mchana saa saba, imesemeka kwamba mapambano hayo yameacha madhara mengi na hata hivi kuna tayari watu ambao wamepoteza maisha yao, ambao ni raia wa kawaida, utakao wakuta wa moja wenda mihili yao ikaonekane barabarani. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, hayo ndio yameshuhudiwa siku ya jumanne hii ya tarehe mosi Aprili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano katika maeneo ya Nyangezi, yaani moto mkali wa risasi zilizondindima iliweza kushuhudiwa katika maeneo ya Nyangezi na hivi sasa kuelekea hadi sehemu za Nyantende, yaripotiwa njia zimefungwa na wapiganaji hao Wazalendo waliokuja na ambao wanashirikiana na jeshi la taifa FARDC kwa lengo moja la kukomboa maeneo yote ambayo yanamilikiwa na M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC na habari kutoka mahali zasema kwamba shabaa na mwelekeo ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kusini, mji wa Bukavu, ambao hivi sasa haifahamike hati mani gani. Mnamo saha zijazo, huenda kukawe habari nyipya ambazo Kuna Nini News hatuna budi kukutolea. Lakini kwa yale ambayo yameshuhudiwa siku ya Jumanne leo ya tarehe mosi Aprili ni kwamba mji wa Nyangezi uliweza kushambuliwa na kuamka kwa risasi zilizopiga zile silaha nzito nzito na za rashasha na kupelekea wazalendo kuteka sehemu hiyo, lakini askari wa ziada kutoka M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC kutoka mji wa Bukavu ambao walitamani kwenda kuwasaidia wenzao waliozidiwa nguvu katika maeneo hayo ya Nyangezi, kwa bahati mbaya upande wao wakaweza kuanguka ndani ya wavu ya wazalendo. Hayo ndio tumekuletea habari za saa hizi za alasiri, mengine ni mnamo masaa zijazo. Basi na kuomba wewe ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini niuze, kabla uondoke, usikose kusubscribe, yani kujabonie, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako, na vilevile usikose kutuandikia wapi uliko, na kwa mwisho usikose kwa wengine, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi. Basi tunasema asante kwako wewe ambao ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, kwa sababu unaipenda channel yako. Nasi tunakupenda wewe unaotufata, tunakupenda wewe unaotusoma, tunakupenda wewe unaotusikiliza, kwa sababu bila wewe sisi hatupo. Basi wacha nikwati muda tena wa kujiandaa wakujiandaa ili tuweze kutana tena kwa nyakati zingine panapo madaliwa.